Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara ya kwanza hakikisha unabonyeza alama na nyekundu ili uende kwa subscribe. Ni kwamba Harmonize ameweza kucheza na mwanae Zuu akiwa katika nyumba yake, katika video hii inaonekana kuzua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii, na wengi wakimsifu kama baba bora ambaye, eh, anajua majukumu yake nikukumbushe tu e, ni kwamba Zuu ni mtoto wa Harmonize ambaye kuna wakati mwingine amekuwa akimposti e, katika ukurasa wake wa Instagram akimonyesha e, kwamba anamjali na vitu kama hivyo. Sasa kuna video ambayo kuiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anacheza na mtoto wake huyo akisema kwamba a, Mkubali sana binti yake huyo, hapa ni Konde Village akiwa anacheza basketball, na video hiyo inaonyesha mtoto huyo eh, akiwa amebeba mpira. Hii inaashiria bisa kwamba wanamkubali sana eh, au sio, wana mkubali sana eh, ausio wana, eh, wana Konde Gang. Sasa mmoja akasema, acha utumwa kila mtu uzungu mimi, maana bila hao mziki itafika tu. Anasema yuko kama mimi. Ehe, wengi wanaonekana eh, eh wakifurahia video hiyo, na sio mara ya kwanza Harmonize Uh, kumposti binti, binti yake huyu kwa sababu tunaona amekuwa akimwonyesha eh, kwamba anamkubali na kiukweli, uh, inaonekana uh, ni binti ambaye kiukweli ana eh, anasoma shule ya gharama kidogo, na tunaona hata katika IG yake uh, tunaona Aliwa follow aliwa follow aliwa, yani huyu binti aliwa follow kupitia ukurasa wake wa Instagram ni Harmonize pamoja na mama yake, Official Chantel ambaye yeye ndio mama wa binti huyu ambaye kwa namna moja ama nyingine amekuwa akionyesha love uh, kwa Harmonize, lakini pia kwa shabisa kwamba uh, mambo ya kama kwa mfano akiwa na shida labda pengine kuonana na mtoto amekuwa akimpelekea, lakini kwa sasa hivi Uh, mamake eh, Zuu anaishi na mwanaume mwingine, na ukipitia katika peji ya Instagram uh, tunaona akiwa na wazizi wake wakiwa nakula chakula pamoja uh, lakini pia akiwa na mtoto mwingine. Of course ni picha ambazo uh, ni za mwaka jana, au sio? Akiwa na followers uh, jumla laki moja na, au uh, sio laki moja na hamsini na mbili uh, lakini pia Harmonize ameonyesha pia E, upendo kwa binti yake huyo na inasemekana kabisa kwamba anamsomesha e, kwenye shule e, International School. Kwa hiyo tunaona uh, sasa hivi Harmonize akiwa na enjoy na binti yake na huku akiweka drama za mapenzi pembeni. Unajua wengi wamezoea kumwona Harmonize akiwa na mpenzi um, mpenzi mpya uh, yule, lakini kwa sasa hivi inaonekana uh, kuenjoy akiwa na uh, binti yake au sio? Kwa hiyo ni video fupi tu ambayo alikuonyesha akiwa anacheza binti yake huyo, na inaonekana kabisa kwamba wote wanafurahi. Dondosha maoni kisha na subscribe.